Kama una changamoto ya kuwa na maumbile madogo au una changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, hebu nisikilize vizuri kupitia huu uh, uh, mti wa myegea, basi unaweza kumaliza matatizo yako yote yanayokusumbua zaidi. Mti wa myegea ni mti ambao una uwezo wa kutibu tatizo la upungufu wa nguvu za kiume na kuweza kurudisha maumbile yako yaliyosinyaa, au kama una maumbile madogo, basi inaweza kurudisha na kuwa bora zaidi. Kama una changamoto ya kuto kuweza kurudia tendo la ndoa wakati wa kushiriki tendo la ndoa Eh, unaweza kwenda raundi ya kwanza, lakini unakashindwa kurudia awamu ya pili. Hii inakusababisha ina wewe kukosa ile raha ya kushiriki tendo la ndoa, na sababu kubwa huwa inaanzia kwa mwanaume kukosa ama kupungukiwa homoni ya testosterone, na hii inakuwa inasababisha wewe kutokuweza kurudia kwa awamu ya pili, ama kuweza kusababisha kuweza maumbile yanasimama, lakini yanakuwa hayapo strong kama yanavyohitajika. Ninapo, unapokuwa na changamoto ya kupungukiwa na homoni ya testosterone hii inakuwa inasababisha kwamba unakosa ile hamu ama hisia ya kushiriki tendo la ndoa. Kuna wakati unajikuta kwamba unahitaji kushiriki ile tendo la ndoa lakini maumbile yako yamesimama na haya strong kama inavyohitajika, hivyo inakupelekea wewe kwamba unapoingia tu katika ile sehemu ya mwanamke na kuweza kusababisha kwamba maumbile yako kuwa yanazimika kabisa. Eh, unajikuta kwamba ha, hayawezi tena kusimama eh, kwa wakati huo. Sasa hii inakuwa inakuwa ni fedheha kwa upande wako, lakini leo na tiba nzuri ambayo itakaweza kumaliza changamoto zako zote hizi ambazo zinaweza kukusumbua kukupitia, tu kwa mti huu wa myegea kama una ufahamu mti wa myegea eh, basi mizizi ya mti wa myegea pamoja na lile e, tunda lenyewe la myegea lenyewe lile e, utakatakata lile tunda kisha pamoja na mizizi yake utachanganya kwa wakati mmoja e, kisha uchemshe utachemsha e, kwa zaidi ya dakika thelathini Eh, baada ya kuchemsha ndani dakika 30, tumia yale maji yake ile glass moja ya ml 100, tumia asubuhi na jioni kwa siku 14 mpaka siku 21. Eh, tiba hii inakuwa inaongeza homoni ya mwanaume homoni ya testosterone. Eh, lakini pia inafungua mishipa ya damu inayopeleka damu katika mfumo wa uzazi iweze kusurvive vizuri kabisa tena kwa haraka na kuweza kusababisha mwanaume kurudi katika hali nzuri na hali ya kawaida katika performance yake ambayo ina hitajika. Lakini pia eh, inasimamisha ile misuli ya uume na kuweza kusababisha kuinua viungo vya mwanaume ambavyo vinakuwa vimesinyaa. Kuna wakati mwingine mwanaume anakuwa amesinyaa, hivyo hawezi hata, eh, hata hawezi kusimama vile inavyohitajika. Lakini pia anakuwa maumbili madogo yanakuwa naingia ndani, hivyo tiba hii ina uwezo wa kurudisha kwa haraka sana. Hebu tumia mti huu wa myegea ili uweze kuona faida yake au kwa wenye matatizo ya upungufu wa nguvu za kiume. Wewe mwenye changamoto ya maumbile madogo basi inabidi ukupate mafuta ya myegea. Lile tunda la myegea huwa linatoa mafuta. E, eh, kuna wataalamu wanatengeneza mafuta yake vizuri. E, eh, sasa pata mafuta ya myegea kisha uwe unapaka katika sehemu zako zenye maumbile e, eh, asubuhi na jioni kwa muda wa wiki mbili tu mpaka wiki tatu utaweza kuona matokeo halisi ambayo unayohitaji. Hivyo mti huu wa myegea ni bora sana katika kutibu na kuweza kumaliza changamoto ya maumbile ya nguvu za kiume pamoja na nguvu za kiume zenyewe. Hivyo kama una changamoto ya maumbile ya kiume eh, maumbile yako hayako sawa, basi una uwezo wa kutumia mafuta ya myegea na kuweza kumaliza changamoto zako, lakini pia una uwezo wa kutumia eh, mizizi ya myegea pamoja na tunda la myegea kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto zako za nguvu za kiume eh, kama utashindwa kuweza kupata tiba hii utashindwa kuweza kutengeneza uh, tiba ya myegea, basi unaweza ukanitafuta. Tiba ipo ambayo tayari imeshaandaliwa andaliwa uh, kwa ajili ya kuweza kutumia uh, popote ama wakati wowote. Unaweza ukanipigia simu ili niweze kukupatia tiba popote pale ulipo. Namba zangu za simu jumlisha mbili tano tano M mia saba hamsini na mbili kumi na sita thelathini na nane thelathini na nane. Hivyo uh, usisite Zipo dawa nyingi tofauti tofauti kwa matatizo mbalimbali mbali. Na kama unahitaji ushauri, basi nipo kwa ajili ya kuweza kukushauri, na kama unahitaji tiba, nipo kwa ajili ya kuweza kukupatia tiba. Wakati wowote unaweza ukanipigia simu kwa namba sim zangu hizo nilizoweza kukutajia ili uweze kupata tiba iliyokuwa madhubuti kwa upande wako, lakini pia usisahau kunifollow, nitakufollow back. Nikutakie siku njema, nikutakie kila la heri, nikutakie eh, nikwambie asante sana.